Unisikilize kwa makini sana. Hivi unajua kwamba zabibu hakuna kitu kidogo hapa. Na zabibu wewe unataka kunyaribia mimi ndoa yangu. Unanielewa vizuri? Dada yako ameshajua kwamba mimi nachepuka ni kwa sababu hiyo hiyo. Yaani mimi hapo labda nachoweza kukusaidia. Nikukuambia tu usifumaniwe mama. Sina kingine. Zambe. Eh. Tatizo wewe umezaa watoto makora. Majangili tu. Unamsikia? Eh. Hey. Unamsikia? Mwenyekiti. Hivi kwa nini usirudi nyumbani kwenu mpaka uje kufa njaa hapo? Nenda tu uambie, jamani, zile damu mlizonika zimeshindwa kufanya kazi kwa ujamaa jamaa akubadilishie. Mimi nilikupatia dili la kumkamata Davis. Kwa hiyo, I trust you 100%. Karibu sana, karibu sana. Sana, sana, sana. Mm. Hey, I'm very proud of you. Baba, nashukuru sana. Siku zote ukiwa na uthubutu katika maisha, unasema hata Mungu naye anakuongezea. <laughs> uh, alinigusia uh -huh. Lakini siku zote mzee, mimi huwa naamini katika hili kwamba maisha ni kokote. Kwa hiyo madhalia, mwenye nafsi yake imeamua hivyo, basi asiwazijua hata huko, anapoenda huenda akafanikiwa. Lakini mtu anapata tatizo, lazima ahitaji msaada, lakini akini vilevile, kuna watu tyao ya maisha, naamini kwamba yale maamuzi yao wanayofanya wakati huo lakini wakishakuja baadaye, wakisaidiwa, ndo wanagundua oh, ni kosea nchi eh. Sasa kwa sasa, asante yeah, sana kwa kuja yeah. Eh, eh, tafadhali, eh, eh. Nashukuru mefika salama hapa, nimekuona na nia, na shida yangu ilikuwa hiyo tu, utakujulia hali. Ndio bwana, umefaa vizuri sana rastanza. Karibu samani. Kidogo ndio nilikuwa nataka kujua huyu kijana wako Joe maramwisho kupitia hapo ilikuwa nini tatizo? Tatizo ni kama mwanangu ndio, lakini nataka kujua pingine kama kwa anakutana ana na maisha kitu kama hicho kujua tu hali halisi au jirani wetu anashida lakini sikuwa na chochote kingine. Ah okay. Ndio ndio ndio. Ah vizuri mimi kwa kweli sina taarifa hizo. Sawa sawa. Na mm. nadhani nitakuomba tu nipate kana mpaka yaka simu niongee naye. Ah namba za simu za Za Joy. Ah okay vizuri. Mm. Mama Joy. Ai ah, na shida tabada wakati naondoka unaanza kana kabidhi Ah basi hmm. Nitachukua nitachukua nitaingiza yeah. kwenye simu uh, yako. Safi. Ndio bwana. Kidogo simu nimeacha ndani. Ah. Eh. Nashukuru sana kaka. ana za nyumbani kwenu huko ni kwema kabisa. Bibi kama unamjua, na jikongoje hivyo, leo iko hivi, kesho iko hivi, lakini siku zinakwenda. Shemeji yako anapika kidogo, kuna nini eh, tusubiri kidogo. Mimi nilikuwa nimekasirika kwanza, kwa nini waupumua Grace, lakini baadaye nikaja nikaona kwamba swala la uchaguzi la mtu mwenye binafsi, hasa mambo ya mapenzi, na after all, wewe ni msomi Hmm. Na mimi niseme wazi baba, nakushukuru san, sana kwa kulielewa hili. Haikuwa rahisi kwa sababu familia ishi atenga sana na sisi. Na hata kusikia chochote. Mm. Ah, baba mimi sina maneno mengi kwa sababu destiny yenyewe ni kunataka hivi. Na wala sijuti. Eh, eh, baba. Sijuti kwa sababu wote ulikuwa tunataka tufike sehemu, na mipango ilikuwa hapo, na vitu vikafikia hapo na vikaishia hapo, iko hivyo. So, a uh, ana amekwenda nyumbani kwao kwa sababu kuu ya maandalizi ya harusi. Na hata hivyo nilikuwa leo nije nyumbani kwa ajili ya kukaa chini na kuzungumza na ninyi.

Davis, ni kweli unachokisema, lakini ais tutakuwa mingiza changa maana nafikiri waligundua kwamba tunamtumia yule askari sasa. Najua, najua wanafanya yote haya kwa ushirikiano wa Davis. Ili kwa ajili ya kuweza kukumaliza wewe. Davis ameamua kutusaliti kweli. Sio kwa sababu ya kupenda, yaani kwa sababu nahisi wanamtesa ili aweze kusema haya yote. Sasa tunafanyaje jo? Madam, hapo ni lazima tuwe makini sana. Siwezi kufa hivi hivi mpaka nipigane hivi vita, nakuhakikishia nitapigana. Na Madam, hapa ndio pale n kwamba nilikwambia ni lazima uwe makini sana, na usione kama naongea hivi, labda naongea kioga au kinyonge. Hapana, lakini kinga ni bora kuliko maradhi, kwa sababu huwezi kujua itakukuta wakati gani.

Jamani, dadangu, karibu. Dogo, asante. Naona ujauzito oh, wako umekuwa. Mungu mwema, nashukuru, naendelea vizuri. Mm. Vipi masomo, yanaendaje? ah, salama, namshukuru eh, Mungu. Mm -hmm. Nimefurahi kusikia hivyo. Mi pia nimefurahi kukuona dadangu. Nipo kama unavyoniona, ndugu yangu. Nimefurahi pia. Shemeji yupo Shemeji yako ametoka tangu asubuhi. Aha, afu nimekumbuka asubuhi, ulikuwa unaongea naye kwenye simu, alafu ghafla nikaona amekata simu. Kama mkua mjaelewana hivyo, ulikuwa namwambia nini? We acha tu hasana, achaji nami, anataka kujua ndugu yangu. Ah, mlichukua mnakizungumza huko kitu gani mpaka sasa hivi? Mke wangu ni vipi atakumsalimia na kujulia hali familia yake pa jambazi hilo linakuja. Eh, jambazi letu hilo ongea la jambazi uashati kachukua rangi zote za wazazi wake. Lakini ah, maadui mama hivi yeah. Unawaza nini kuhusu Natasha? Tasha, mi namwachia Mungu tu <sighs> mara ya mwisho kuwasiana naye ilikuwa ni lini? Ni muda tokea ondoke hapo, kila kojaribu kumpigia simu, hapokee simu yangu haikup aimitu hofu kwa sababu unajua kama maisha atamshinda ku atarudi nyumbani. Pia kakake David hapa alimwomba babake urithi akawagawia kila mmoja, kwa ka sina hofu yoyote. mm -hmm. Okay. kule liko ana pesa, sina hofu hiyo, bila tatizo. Liko kwa yule mwanamume wake, ni mpigaji, halafu anapenda sana kuelewa Mama, mimi ninachokiona naona kama Natasha ameenda kuchimbia shimo ah. Sasa kuwe kama maisha yatamshinda, hana budi kurudi nyumbani, akitaji msaada tumsaidie. Tamwacha na baba anaongelea juu ya ah, amenyamaza tu lakini zaivi amechoshwa sana na zake, na, na lingine ni kuhusu ujauzito na Natasha ana... unamjua Grace? Ah na wewe yaani, wewe unachokumuuliza hizo pesa ziko wapi, unaweza kumwambia mambo Grace. Muulize pesa kwanza, mambo Grace baadaye, maei baadaye, tuanze na kesi ya utangulia kuja hapa kwanza. Ana anakuuliza Grace, unamjua? Mi alishai kunipigia tu simu kama mara mbili hivyo, ameniambia kwamba anataka kuongea na mimi ila mi simjui. Basi amekuja hapo kushtakia kama kumchukulia bwana wake mm -mm. Ilo kwa kweli kwangu mimi ni jipya, labda ah, tu nikirudi mjini nitafuta niongea naye. Lakini mnaongelea pesa izola, mnazoongelea ni hela gani? Na babako kabwe mm. Mi nahisi sasa nahitaji kurudi nyumbani hapa kuishi pamoja na nyinyi. Unajua sasa naona kama ukweke umewatawara watawara, baada ya kuwa David, sasa yupo na Hansi hayupo. Kusema kweli, mimi nilikuwa na fikira hiyo mwanzo, lakini nikawa na sita, kwa sababu najua kwamba unataka ujitegemee, ukae peke yako, na usingependa kuwa chini ya kivuli cha mtu mwingine lakini <laughs> nashukuru kwamba umeleta fikira hiyo, I appreciate. Ah, nyinyi ni wazee wetu, hilo silisau na kuwa mm -hmm. Na nyinyi na karibu ni sehemu ya wajibu wetu pia. Asante kwa kulitambua hii baba. Pia nilikuwa najaribu kuwaza kuhusu jambo la David na Silivia, mm -hmm. Sijui limekaje kwako, Silivia aliondoka kwa hasira lakini ngoja tumwache David kwamba amalize ile PhD yake, tutakaa tayari zungumze. Sawa. Pia jambo la Natasha nalo limetaja

Tena habari? Salama, karibu. Asante. Nilikuwa nahitaji kuona daktari. Okay, karibu. Natumia bima au natumia cash? Oh, natumia cash. Okay. Tegemea na bima yako. Lauren Charles. Ah, Sante. Oh, vipi? Nema mbaka mdogo ajaje kutoa. Yes, sana kuja muda sio mrefu. Alikupigia uh, simu kama atachelewa? Hakuna shida basi atakapofika nitakuja kumaliza. Karibu. Asante, nalikumbuka? Nakumbuka. Dixon pamoja na Joe, ndio? Yeah, okay. Okay, okay, okay. Nakumbuka vizuri mm, yeah, yeah, sana. Habari za siku? Ah, tunashukuru, karibu sana. Asante. Mbasha. Kuna vitu fulani fulani hivi nataka unisaidie. Na hivyo vitu kifanikisha nitakulipa hela nzuri sana mwanangu. Ana. Pesa ziko wapi? Nakuuliza wewe, unamwangalia baba, saidia nini? Na safari kama pesa umekula, wewe unaenda jela tu. Pesa nayo baba. Bwana Mkombe Leto, hiyo pesa pesa amiasi ah. Umeona ikitu umeona, ume wamekula njama hawa. amekula njama na mwanai. Sasa utachaje pesa ya kesi kimbani Bwana Mkombe eh? Aa, nakumbuka mm -hmm. hii.